Wawezi kupita haleluya! hebu fikiria, hebu fikiria. Najua uliwahi kuhudhuria misiba mingi, unaweza ukaenda kwenye msiba wa tajiri, tajiri aliyekufa na mali, lakini hebu angalia siku anapokuwa anaziko, yule tajiri anazikwa na nini? Yawezekana ameacha pikipiki, yawezekana ameacha magari, yawezekana ameacha majumba, lakini siku anapozikwa uwezi ukaona wanampa kitu chochote mule kaburini hata wawezi wakaweka pikipiki, hata wawezi wakaweka baiskeli. Hata wawezi wakaweka, hata wawezi waka, wakaweka pesa kwamba huyu mtu alikuwa na mali, wacha tumpata milioni moja. Yule mtu anazikwa hivyo hivyo jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja nilimwona huko nyumbani kwetu, alikuwa hana mda na Mungu kabisa. Siku za jumapili kama hizi, yeye anashughulika na maisha ulipokuwa unaenda naenda kumwambia mali za yule mtu alikuwa na kataa, hana habari. Ngoja niwaambie, yule mtu alikuwa na nguo nzuri sana, yule mtu alikuwa na masuti, yule mtu alikuwa na makaunda suti, alikuwa na vitu vya hali ya juu. Lakini siku ile yule mtu anazikwa, nikwambie, watu wa nyumbani kwake pale walianza kugombana. Maana kuna watu walisema, baadhi ya wanafamilia walisema huyu ndugu tumvalishe suti nzuri lakini kuna watu wakasema, amna suti za nini? Huyu mtu anatuletea hasara, hebu tumvike zile nguo za kawaida, hizi nguo tunataka tugawane baada ya msiba kuisha. Nikwambie, yule mtu alikuwa na nguo nzuri, lakini saa ile wanamzika, walimvika nguo ambazo hazina thamani kwa sababu kaburini asichukue mali zao. Bwana Yesu apesi. Yawezekana una suti nyingi, yawezekana una viatu Yawezekana una mali, lakini siku ya mwisho katika maziko yako utashangaa vile ambavyo watu watakutelekeza, kwa sababu utawatia hasara. Wanataka baada ya kifo chako watu wakawane mali zako, na wewe ulikuwa unamcha na Mungu unaenda maisha ya jana. Kitu cha muhimu jani uokovu. Ni kweli dunia tunaipenda, lakini dunia inapita. Paulo akawaeleza mtii Mungu, Mungu siku zote na uokovu wenu utimize kwa kuogopa na kutetemeka. Ni wangapi leo wanatetemeka kwa ajili ya Bwana? Ni wangapi leo wanahangaika kwa ajili ya Mungu? Unaona jinsi gani tunavyohangaika kumtafuta Mungu na wengine wanatushangaa, lakini niwaambie wale ambao wanatoa muda wa kumtumikia Mungu, siku ya mwisho wanapewa taji ya ushindi. Ongeza bidii, ongeza kasi ya kumtumikia Bwana au na hasara. Biblia inasema Mungu hatanisahau kazi yako njema. Kama umetumikia Bwana, utavuna kwa majira yake, utavuna kwa wakati wake. Songa mbele uwe mtakatifu. Epuka maisha ya dhambi. Epuka maisha ya dhambi. Dhambi ni mbaya iliwafanya wana wa Israeli Mungu awakatae, wa wakati amewachagua. Mungu yawezekana amekuchagua, lakini utakapoendelea na dhambi, Biblia inasema kama wewe sio baridi kama sio moto, Mungu atakupiga